Nikanua mashine pengine kwa bei ambayo ni rafiki sana, ntavyopeleka kijini kwano, mna uhakika wa kuzalisha milioni 27 kwa msimu mmoja miezi mitatu. Mbogaranga sina, sinaweza kukaa msimu mmoja sema miezi mitatu, ina maana mna uhakika kwamba kwa siku naweza kuzalisha shilingi laki tisa kwa sababu nitamenya angalau magunia 300 ama tuseme magunia 200, na tena mahali lipo. Kama nitamenya magunia mia tatu nitapata shilingi laki tisa, kwa mwezi ni shilingi ngapi hiyo? Milioni 9 kwa miezi mitatu shilingi ngapi hiyo? Ni milioni 27 naenda kununua gari ya milioni kumi na tano, natanua, kwa kile ningeweza kununua mashine hii, ndani ya miaka miwili au mwaka mmoja naweza kupata pesa, kwa sababu kwangu shida itakuwa tumewekeza, na hiyo ndiyo akili ya kijasiriamali. Mashine ukiletewa popote ulipo unaweza kufungiwa, unapata utaalamu wa kufungi ambao utasaidiwa kufungiwa. Mashine hizi zime, zimetembea maeneo mengi, zimeshapelekwa maeneo mbalimbali, watu wengine wamechangamka, sio kwamba kuongezana, zimepelekwa zimeuzwa ka kwa kwa Hizi mashine zimeuzwa hapa uh, bai Dodoma, zimeuzwa pia Mtwara, Lindi, maeneo mbalimbali Katavi. Hizi mashine zimetembea uh, maeneo mbalimbali, bado kusa iko kwako wewe ambaye ulikuwa ujui kwamba mashine hizi zipo hapa kwa Tanzania na zinapatikana kwa bei nafuu kabisa. Sasa ni nafasi hapo sasa kupata mashine hii na kuweza kuitumia kubadilisha uchumi wako na jamii yako. A kieika kish uzuri pia wa ambacho tumeweza kuona hapa katika mashine hii, ina chekecho chekecheo. Kiswahili kwa kweli tunakopeka, lakini chekecheo hizi kama unavyosema zina size tofauti kulingana na ukubwa wa karanga. Jamaa, kuna karanga zikubwa kubwa kama zile za kwapo, lakini kuna karanga ndogo ndogo kama zile za ukanda Kagera utali ndogo. Na na kwa hiyo utapewa chekecheo na kuelekezwa namna kuziweka hizo chekecheo, kwa maana kwamba karanga kubwa, chekecheo ambayo ina matundo makubwa, ili isiweze kupasuliwa, kwa kwa sababu jambo kubwa sana ambalo tunafikiria ni kwamba endapo karanga itapasuliwa, endapo karanga itaweza kupasuliwa, ina maana ubora wake sokoni umepungua. Tunataka tuweke punje ya karanga ambayo ni kamili. Sasa tunafanyaje? Lazima na chekecheo sahihi, ambapo uwezo wa mashine katika kilo mia za karanga inakupatia kilo 98 ya karanga ambayo haijapasuka, na kilo mbili pekee ndio inaweza ikawa, kwa bahati mbaya ya mashine hii inaweza kawa kilo mbili zimepasuka. Kwa hiyo kilo 98 zote zitatoka ni punje kamili kamili, lakini hiyo itafanikiwa kwa kutumia chekecheo sahihi. Kija hapo utashauliwa kuanzia chekecheo ya size 24 mpaka size 29. Zipo hapa ajili ya Dodoma, lakini pia kama tulivyosema kuna matawi makubwa, matawi mengi sana almost Tanzania nzima, lakini pia hizi mashine zimepeka mpaka zimeuzwa mpaka Malawi, nchi jirani ya Malawi. Imagine na wewe umelala mashine atoka hapa inaenda Malawi, na uko hapa hapa Dodoma, huko Tabora.